Nikiichi hapa ah, anakuja boya gani wa kusumbua. Zipu. Zipu mixer, zipu bonye kali. Sema nini hapo? Hey. Eh. Mfeni kishenzi. Sema mfeni nini hapo? Nyenye truck hiyo wata kuchana wasikie. Wakichana wasikie vipi yani? Ndio hivyo sasa. Kule kuna misela sio mchezo. Pa! Sambona leo kazi wanangu. Yaani mpaka mnatisha. Yaani hata kama mimi ndio mgeni, sio kwa kunitisha huko wanangu. Hapo tamsingi jua nini? Ongezana hmm. kanzi. Kanzi ni fresh. Sema kweli kazi mimi ninayo. Baridi, wacha nitoke na kazi alafu mimi tambo lazima, yani foto tu, mtaa mzima na kuvimba. Sasa hapo mimi anichenga sasa, utaona mimi basi wangu hapo baridi mishari ile ile bwana. Poa. Ha? Poa. Sasa unaona bwana, acha nichenga hivi.